Rai hiyo imetolewa na makamu mkuu wa jimbo la kati ambaye pia ni mchungaji kiongozi wa usharika wa Makumira, Mchungaji Nema Kio, katika sherehe za Mikaeli na watoto zilizoambatana na uzinduzi wa mradi wa meza wa idara ya wanawake na watoto uliofanyika katika usharika wa Makumira KKKT dayosisi ya Meru mkoani Arusha. Amesema kuwa mwalimu wa kwanza kwa mtoto ni mzazi na mlezi, hivyo wanapaswa kuwekeza kwa watoto katika kulijua neno la Mungu. Kama wazazi, kama walezi, tumeacha kabisa wajibu wa kuwapenda na kuwajali watoto, tumewatelekeza. Tumeacha majukumu na wajibu wetu kwa watoto, tumewaachia hayo majukumu watu ambao hawakukabidhiwa hayo majukumu watoto wengi wameachwa mikononi mwa wafanyakazi wa kike wa nyumbani ama wafanyakazi wa kiume wa nyumbani, na wengine majukumu hayo yamewachwa kwa bibi na babu, jambo ambalo linapelekea mmomonyoko wa maadili, kwa kuwa wajibu huo hakupewa dada wa kazi wala kaka wa kazi, alipewa mzazi. Aidha, ameipongeza idara ya wanawake na watoto katika usharika huo wa Makumira kwa ubunifu wa kuanzisha mradi wao wa meza. Ninaipongeza idara ya wanawake na watoto wa usharika wa Makumira kwa ubunifu kwa kuona kwamba majukumu yao ya kiidara hawawezi kuyaendesha kwa kutegemea tu sadaka ambazo wanaziomba kutoka washarika, wakaona sasa ni wakati mwafaka wa kuwa na mradi wao watakaokuwa u, u, u, wanapata kiasi cha fedha kule, ili kusaidia majukumu yao ya idara kusonga mbele na kutimiza ndoto zao, na kipekee katika kuwahudumia watoto. Akizindua meza hizo kwa niaba ya mgeni rasmi, mwalimu Margaret Paul Kimaro, ameahidi kushirikiana na idara hiyo hadi mradi huo utakapokamilika, huku mwenyekiti wa idara ya wanawake na watoto KKKT Dayosisi ya Meru, Ruth Kaya, akiwahimiza wazazi na walezi kuhakikisha watoto wanahudhuria katika darasa la shule ya Jumapili. Kuna upungufu wa meza ishirini ambayo thamani yake kama nilivyosikia kwenye risala ni milioni tano. Kwa kuanzia siku ya leo, mgeni rasmi amenituma kwamba atatoa milioni moja <coughs> lakini kwa siku ya leo amenipa keshi shilingi laki tano pamoja <coughs> kwa na kwamba kuna upungufu bado, kwa sababu kwenye milioni tano ina maana bado milioni nne na mimi naahidi kwamba nitatoa laki mbili zaidi, laki mbili. Kwa hiyo iliyobaki, tunaamini kwamba tutashirikiana kuimalizia idara ya wanawake pamoja na wanawake wote wa usharika wa Makumira, tutashirikiana kuimalizia. Wazazi, tuwe na sesheni za ibada kule nyumbani, kwa sababu zinamjenga mtoto kuanzia nyumbani kama Biblia inavyosema kwamba mtoto utakayomlea mtoto ndivyo atakavyokuwa, lakini yale utakayomfundisha mtoto ndio atakayo hata yaacha hata atakapokuwa mzee. Kwa hiyo mimi natamani wazazi, tunavyoanza kuwashauri watoto waje kwenye hii sherehe, sio kwa sababu leo tu ni sherehe, lakini hebu tuwaambie kuanzia manyumbani, tuwafundishe Biblia, tuwafundishe nyimbo, tuwafundishe wasome vitabu vile vya Mungu. Mwenyekiti wa idara hiyo usharika wa Makumira, Lilian Palanjo, amesema kupitia mradi huo utawasaidia kuimarisha idara hiyo, huku mwalimu Glory Msuya akieleza changamoto zinazolikumba darasa la watoto. Tumefanya sikukuu ya watoto na Mikaeli na uzinduzi wa mradi wetu wa idara ya wanawake. Wanawake tulikuwa hatuna mradi katika usharika wetu, lakini kwa neema ya Mungu tumeanza mradi wetu na leo tumeuzindua. Kutokana na huu mradi wetu utatubusti tuweze kufikia uwiano wetu vizuri na kumaliza kabisa, na tuweze kuwafurahisha watoto wetu kwa mambo mengi. Watoto wameathirika sana na utandawazi, uonevu kwa watoto, watoto kutokujiamini, watoto kukosa maadili, wazazi kutokuwa karibu na watoto, upungufu wa walimu, waliopo ni wachache kulingana na idadi ya watoto tulionao. Katika sikukuu hiyo ya watoto wameonyesha vishirikishi mbalimbali kwa lengo la kuelimisha. Kutoka hapa katika Usharika wa Makumira ulio sehemu ya KKKT Diocese ya Meru, mimi ni Elhuruma Chao. Asante.